Nalikubali. Sijawahi si kusema popote na sitakuja kusema popote kwamba timu inapofanya vizuri inakuwa ni jitihada ya kwangu peke yangu. Najua tuna wenzangu ambao tunashirikiana kuhakikisha timu inafanya vizuri, lakini kwa ulimwengu wa leo kwenye mitandao huko, watu wana interesi zao nyingi ambazo wanazibeba na ndio wao ambao wana mobilize watu aidha wanitukane au waseme vibaya pale timu inavyofanya vibaya. Timu inapofanya vizuri, mimi sio sehemu ya, ya kufanya vizuri huko, jambo ambalo mimi nalikubali. Wacha wape sifa wengine wanaowapenda na watu wanipe shutuma mimi, kwa sababu nastahili shutuma ila tu ndani ya nafsi zao wanaelewa ukweli kwamba mimi mtu mmoja siwezi nikazuia uh, matokeo ya timu nzima. Naanzaji kwamba nawaambia management, nawamwambia benchi la ufundi au nawaambia wachezaji ili wasifanye vizuri au wanafanya nini? Mimi sifanyi kazi ya simba kila siku hilo ni jambo ambalo watu wengi hawajui, na wengi hawajui structure ya uongozi wa Simba. Sisi tulikubali kutoa nafasi yetu ya uendeshaji wa timu kwa kuingia mashirikiano na mwekezaji. Tuna imeunda board, board inakutana kwa mwaka mara nne, labda itokee dharura sasa board ndiyo inayosimamia management na management inasimamia team ambayo ndiyo technical bench. Sasa ili mimi nitoke nimfikie mchezaji moja kwa moja, kwanza sijawahi kufanya na sitafanya, kwa sababu sio utawala bora kwamba niende moja kwa moja kwa mchezaji huo, sio utawala bora. Utawala ni kwamba mimi nikiwa na jambo nitaliwasilisha kwenye board ambalo board sasa itatoa maelekezo kwa management, management itapeleka kwenye management ya timu, kwa maana ya technical bench. Kwenye timu kuna manager, kuna coach, kuna watu wengine, na kwangu mimi ni mara chache sana hata kuwasiliana na wachezaji, kwa sababu nikijenga mfumo huo wa kuwasiliana moja kwa moja na wachezaji, maana yake ni kwamba unaondoa nguvu ya utendaji kwa hawa wote waliopo katikati. Mara nyingi sana huwa tunafanya vikao na wachezaji, na ndipo ambapo wao wanakuwepo na management inakuwepo kwa hiyo tunatoa maelekezo ya pamoja. Sasa wapi tunakwama? Tuna, tuna, tuna ni pale ambapo wengi kwanza wa, wanao ropoka ropoka wanapiga makelele bila ya kufuata utaratibu, sio wanachama wa Simba na wengine wala si washabiki wa Simba, lakini sisi tunajua haya mambo yanatengenezwa ili kututengenezea an conducive environment ya kufanya kazi. Uh, ni kweli inawezekana yakawa timu yetu haijafanya vizuri sana katika mashindano uh, kwa maana kwamba kwanza tukumbuke tulifanya usajili uh, tukiwa na benchi la ufundi ambalo tulianza nalo kuanzia msimu uliopita kwa maana kwamba coach Fadru aliingia mwanzoni kabisa mwa msimu uliokwisha, akakutana na timu ambayo aliongeza wachezaji wachache tena wa ndani, akafanya nao kazi mpaka mwisho wa msimu. Kwa msimu uliopita tulishika nafasi ya pili na tulizidiwa nadhani pointi moja au mbili lakini pia tulicheza fainali ya Confederation Cup ya Afrika uh, jambo ambalo lilikuwa ni kubwa. Uh, ni mara ya pili tangu uanzishwaji wa timu yetu kufika ngazi hiyo. Uh, kwenye Confederation tulifika nusu fainali miaka ya zamani kwenye kombe la club bingwa baada ya hapo, tuliamua kufanya marekebisho kwa kushirikiana na yeye. Kocha aliangalia maeneo ambayo alikuwa na mapungufu na akaleta mapendekezo ya wachezaji ambao tulimpatia. Kwa bahati mbaya sana, wakati tumeliandaa hilo kocha e, akawa amepata ofa kubwa zaidi e, hilo lilitupa shida. Sababu idadi na namna ya wachezaji aliyokuwa wamewahitaji yeye kwa mfumo anaoutumia ndio ambao walikuwepo, na, amba wali na tulilazimika kuleta kocha mwingine. Kwa bahati mbaya sana, kocha ambaye tulimleta naye hakuweza kuhimili uh, mahitaji ya ile benchi na ikapelekea yeye kupoteza control ya wachezaji wake. Kwa hiyo tukaona bora kwamba naye mwenyewe akakubali kwamba akatafute changamoto sehemu nyingine, na hilo ni jambo ambalo haiwezi kuwa ni lawama kwangu mimi, wala benchi la ufundi, wala mwanachama yoyote, kwa sababu ni mambo ambayo yametokea accidental ups and downs kwenye mwenendo wa vilabu vya mpira duniani. Kama hamtumii mambo mengine ya hovyohovyo Lazima kuwe kuna turning point, especially timu ikiperform sana ikifikia juu, lazima kutakuwa na turning point mtakwenda yani. Hiyo iko kwenye kila kitu, iko kwenye uchumi, iko kwenye siasa, iko kwenye maisha ya kawaida ya jamii. Hakuna mtu ambaye anakuwa na liquidity ya kiasi kwamba kila siku yani hajawahi ya kushuka, hiyo haiwezi kutokea. Na tunaona hata vilabu vikubwa duniani. AC Milan ilikuwa iko juu, imekwenda imeshuka. Juventus ilikuwa juu, ilienda ikashuka. Chelsea walikuwa wako juu, sasa hivi walishuka, na sasa hivi ndio wanajitahidi tena kurudi. Real Madrid, Barcelona, yani vilabu vyote duniani unavyovitaja wewe kwamba wanakwenda wanakuwa na consistency performance then inakuja inadeteriorate kwa sababu wachezaji ni binadamu ambao inafika wakati wanachoka au wakati mwingine wanakuwa wamezoea mazingira na nini. Kwa hiyo lazima mpaye mabadiliko na mabadiliko always kwanza lazima mwanze na negative impact and then muende kwa positive impact. Kwa hiyo concern, uh, hiyo tunaielewa. Lakini pia na tunaangalia changamoto zingine ambazo zinajitokeza, kuna mazingira ambayo kila mtu anayaona kwamba hakuna fairing basis katika baadhi ya maeneo na sisi tutapambana kulingana na hali hiyo.